Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi chetu cha Ijue Liturujia kinachokujia kinacho kutoka hapa pa Tumaini Television tuliyokuwa uh, tuliokuandalia siku ya leo. Tunaendelea na hati za liturujia. Leo tupo tunaiangalia Traditionis Custodes, walinzi wa mapokeo. Hii ni hati eh, hii ni hati iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco, inamaanisha kwa habari ya ulinzi wa mambo ya Kanisa Katoliki. Leo siko peke yangu, mimi sitasalama konde, lakini basi niko na baba yetu kama kawaida, Padre Dr. Clement Kio, katibu mtendaji wa idara ya liturijia baraza la maskofu Katoliki Tanzania. Karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi tamati, tujifunze habari ya nyumbani habari za hapa Tumaini, tunashukuru na bado tunayalinda mapokeo Traditionis Custodes, Custodes. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, zeneno za amini wako washa uka, mapendo yako peleka uka, roho wako vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe.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 Mm-hmm. Baba, karibu leo, sijui umetuandalia nini maana tuna hamu ya kuweza kukusikia tena leo. Tunaendelea na pale tulipoishia kwenye Traditionis Custodes, tuendelee sasa mpaka mwisho kwamba iliishaishiaje eh, hiyo Traditionis Custodes ndio father. Naweza nikataka kujua kidogo father kwa habari ya ulinzi wa mapokeo na habari ya ya vipindi vilivyopita tuliona kuna akina Summorum Pontificum kuna wenzetu wa nje ya nchi kama Roma, mm -hmm. na sisi wa Tanzania, mm -hmm. misa kila Jumamosi kunakuwa ile misa ya jioni inahesabika kwamba ukisali misa ya jioni ile manake, tayari mm -hmm. umehudhuria Jumapili, mm -hmm. lakini huku kwetu haipo hiyo, mm -hmm. ila kwa watawa nimeona wakati fulani Dar es Salaam waliruhusu kwamba tuliposali misa ya jioni ya kwanza ilihesabika kwamba naona leo umeanza kwa ukali kweli, unataka yani, <laughs> mapokeo yalindwe. Umesema kuna misa za jioni, kwa nini hazilindwi? Sehemu nyingine zipo, sehemu nyingine hazipo. E, katika utaratibu wa kanisa misa hizi za jioni e, kwa lugha ya Kitaliano tunasema kita, kita, Messa Vesperina Yani, vesper ni jioni, kwa hiyo misa za jioni ambazo ni kama misa za kesha kwa lugha ya Kiswahili mesa, mm, mesa vesperina na Kilatini, e, na Kilatini inaendana na hiyo hiyo, mm -hmm. uh, mesa uh, au misa vesperi, vesperina hivyo hivyo misa vesperina. Mm. Ni misa ambazo zinatangulia zina dominika ambazo kimsingi ni ile ile ya dominika lakini eh, tukirudi zamani ndio hapo tunakuja kwenye mapokeo sasa. Mapokeo ya zamani eh, ni kwamba baada ya kifo cha Yesu waamini walikuwa wanakusanyika jioni, wanasali ile jioni eh, maanake ule eh, muda ambapo Yesu ndio nani alijitoa jioni ile na nini, kwa hiyo wanakusanyika wanasali kwa ajili ya hiyo nani. Hmm. Lakini baadaye eh, kutokana na mabadiliko yaliyotokea ikaonekana kana ile siku yenyewe ya ufufuko watu wao wanakusanyika mchana na kusali. Kwa hiyo misa hizi bado zipo za jioni zinafanyika sehemu mbalimbali e, mfano katika miji mikuu tunaona kuna misa zile za Kiingereza wale wanaokuja kusali jioni mm -hmm. au katika nchi za wenzetu zipo tu. Kwa Tanzania misa hizi sio e, sio maarufu sana lakini ni misa ambazo bado zipo na uh, sehemu ambapo wapo waamini wa kutosha, basi zinaadhimishwa hasa katika makanisa makuu ya majimbo mbalimbali. Okay. Kwa hiyo hizo zipo sasa. Tuendelee na uh, Traditionis Custodes yetu. mm -hmm. ambapo eh, kipindi chetu kilichopita tuliona uh, vipengele mbalimbali ambavyo Baba Mtakatifu Francisco amevieleza kwamba hivi vimerukwa au kuna ukiukwaji. Okay. Lakini pamoja na hayo hivyo vipengele ambavyo vimerukwa, akaandika barua ambatanishi ya kuelezea hiyo hati inayoitwa Traditionis Custodes. Cool, na anafanya hivi kama Baba Mtakatifu Benedikto alivyofanya katika ile barua inayoitwa Sumorum Pontificum. Aliandika barua ambatanishi kutoa maelezo, kwa nini anaandika hii barua. Hasa katika hii barua ambatanishi Baba Mtakatifu Francisco anaeleza kwamba makubaliano yaliyotolewa na watangulizi wake, manake Baba Mtakatifu Paulo wa Sita, na Baba Mtakatifu Paulo wa Pili, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kwa ajili ya misale ya mwaka 1962 yalikuwa kimsingi yalichochewa na kuponya mgawanyiko na harakati zilizokuwa zinafanywa na baadhi ya maaskofu, hasa askofu aliyejulikana kama Lefebre. Yeye huyo askofu Lefebre alisema, jamani, mbona tunasahau mambo ya zamani yale, kwa nini na nini. Kwa hiyo kukawa na mgawanyiko ndani ya kanisa, kwamba watu wanataka zile za zamani, wengine wanataka mambo mapya. Kwa hiyo baba mtakatifu huyu Benedikto anasema nia yake ilikuwa ni kuponya haya majeraha, kwamba jamani, hebu tuangalie, tuponye E, ombi lilielekezwa kwa maaskofu wa Kikatoliki kukaribisha kwa ukarimu matumizi ya hiyo misale ya zamani, vile vile yalichochewa na nia ya kanisa ya kurejesha umoja wa kanisa, maana ilionekana hivi vikundi vikundi ambavyo ni kama vinajitenga na kanisa. Unajua e, watu wengine sababu kidogo tu wanajitenga, ndio maana tunaona sasa hivi kuna kila mtu anaanzisha kikanisa chake e, Ameambiwa labda alipe zaka, hataki, anaanzisha kanisa. Ameambiwa kwanza wafunge ndoa ili abatizwe, anasema naacha kanisa. Kwa hiyo visababu sababu hivi, kwa hiyo baba Mtakatifu akasema kama sababu ni hiyo, hebu turejeshe, tuseme sali hii ya zamani. Kwa hiyo ilikuwa ni nia njema kweli. Sasa, mnamo mwaka elfu mbili na ishirini, baba Mtakatifu Francisco aliomba shirika la mafundisho ya imani kutuma barua kwa maaskofu wote ulimwenguni na kuwaulizia juu ya utekelezaji wa barua ile ya, ile hati ya baba mtakatifu Summorum Pontificum kwamba jamani, huko mambo yanaendeleaje huko, hii hi ruhusa iliyotolewa mnaendeleaje huko, hebu chunguzeni, mtuletee majibu. mm -hmm. Na Baba Mtakatifu Francisco anasema majibu yaliyoletwa hayakumridhisha ni majibu yaliyoleta wasiwasi, lakini baba, pamoja kama kama ambavyo umetuelezea kwamba dio, baba mtakatifu Francisco mm, aliandika huo haraka kwa ajili ya kuponya migawanyiko. Yule ni bela ni, aliyeandika ni, alikuwa ni Benedict. Okay, Benedict. Ile Summorum Pontificum, ilikuwa nia ni hiyo kwamba ya kuponya mgawanyiko na kuleta umoja ndiyo baba ndiyo lakini sasa hivi tunaona kwamba kuna bado kuna vikundi sijui mm -hmm. kwenye kanisa labda si watawaambiaje waamini mm -hmm. kwamba kuna wengine wanaadhimisha misa na mkate mkubwa yani mkate ule ni mm -hmm. mkubwa, mkubwa, mkubwa, mkubwa. okay na wengine tunaadhimisha wanaadhimisha kwa mkate wa kawaida mm -hmm. wengine sehemu nyingine mkate basi yani tofauti kama huo. Kuna neo kati kumenato, wao wanatumia, wow, maboflo kabisa yale makubwa kabisa. Tumesaa hapo kweli, hapo Yesu tumemwona hapo. Kuna mambo mengine yanavumilika kama kiteolojia, haya hayaleti mkanganyiko kwa sababu, mfano umbo la la, la ile hostia ndio inategemea kiwanda gani kilichotengeneza, wengine unakuta ni pana kabisa hivi lakini nyingine mm, ni ndogo lakini basi ni mkate, ni ule ule ule. Wale wa Neokatekumenato wale ni kitu kingine, kwamba wanatumia mkate wa kawaida. Wao wana utaratibu wao, na wao kuna sheria zinazowabana ili e, hivi vikundi vidogo vidogo hivi ni kama hiyo, inafuata utaratibu wa Summorum Pontificum kwamba tunapenda umoja uwepo, lakini basi wale wachache ambao wana mtazamo fulani basi wanaekewa utaratibu kama ninyi mnataka kusali basi mtasali hapa siku fulani, na eneo lenu ni hili, sio kwenda dunia nzima au jimbo zima kufanya mambo hayo. Kwa hiyo ndio mambo hayo ya kulinda mapokeo. Kwa hiyo basi baba Mtakatifu huyu Francisko akasema baada ya barua hii kupelekwa, alipata wasiwasi mkubwa kwa matokeo yaliyokuja. Anasemaje? anasema hivi Eh, Baba Mtakatifu eh, Paulo au Yohane eh, Paulo wa pili pamoja na Benedikto wa 16 walikusudia kurejesha umoja wa kanisa na kuziba ufa uliokuwepo baada ya hiyo ya, ya, mtaguso mkuu wa Vatikano. Lakini anasema badala ya kuziba huo ufa iliupanua yani, ruhusa ile ilipanua ufa na ikaleta mafarakano zaidi. Kwa hiyo, analazimika kusitisha idhini iliyotolewa kwenye Sumorum Pontificum. Kwa hiyo, hakuna uhuru tena, kwa sababu sisi tulisema tunaziba ufa ambao ulikuwa mdogo, uzibe ili tuungane, lakini tukaruhusu ndio liufa limeongezeka, lime lime migawanyiko imeongezeka, kila mtu anafanya vya kwake sasa. so, so, so, so. nalazimika kwa kweli, sina ujanja. ungekuwa wewe ndio Baba Mtakatifu, U, unaona ufa unaongezeka, ungefanyaje? tungekaa tena kikao, mkutano, tukiwa mmoja atoe mawazo, mpaka uite kikao ni saa ngapi? <laughs> eh, lakini vile vile tukumbuka, baba mtakatifu anapofanya hivi sio kwamba labda anafanya peke yake chumbani, ana washauri, ana maaskofu, ana wataalamu mm -hmm. ana teolojia. Kwa hiyo ndio maana aliandika barua, akaona ulimwengu mzima. Matokeo aliyokuja kusema ni ya kutia nini wasiwasi, wasi. Sasa wakati mambo yanaendelea kuharibika, utasubiri kwanza ukae mambo yaendelee kuharibika? Si, nirudi kwenye, kwenye Summorum Pontificum e, ni kama kwenye nyumba yako moto unawaka Utaanza kwanza kuita majirani, njoni tukae kikao jinsi ya kuzima moto, au utachukua hatua kwanza? ha, kwa hiyo ndicho alichofanya Baba Mtakatifu Francisco akasema, tulinde mapokeo traditionis custodes, custodes. mm -hmm. Baba Mtakatifu Francisco anakuja tena anaiangalia hii Vaticani, mkutaguso mkuu wa Vaticani anasema, anaona ukaji wa kilitujia wa pande zote, katika sehemu nyingi maagizo ya misale mpya haizingatiwi hii misale mpya ambayo imetolewa ambayo tunayo, haizingatiwi. Na anaona kwa upande mwingine wale walioruhusiwa kutumia ile misale ya zamani kwanza, wanaleta dharau, wana dharau hii misale mpya, na vilevile wana udharau hata mtaguso wa pili wa Vatikano. Unaona sasa alichokiona hicho baba mtakatifu wakiulizwa, wakiambiwa, wanasema ah, bwana, ile ah, hiyo hicho <laughs> kitu gani hicho? Kwa hiyo unanikumbusha, ndio maana nipate kucheka kwamba sasa mm-hmm wale wa zamani wanaona hawa wenzetu hawajui. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana wanadharau na hawa wa, wa, wapya wanaona wale wamepitwa na wakati. Kwa hiyo katika hapo ndio maana wanakuta kuna wengine kuna madharau, ndio ndio tunachukulia kwamba hali ya kawaida kwamba huyu <coughs> anamuona huyu hawezi, unasema huyu wa maana. Ndio maana imenichekesha kidogo eh. Kwa hiyo kwa kweli Baba Mtakatifu Francisco tumwelewe kwa hilo kwamba kwa kwa aliona hilo tatizo kwamba kuna dharau, wanaidharau hii ni misale mpya au hizi ibada mpya zilizokuja, lakini pamoja na hayo wanarudi wale mtaguso mzima kwamba chochote kilichofanyika ah, bwana mmepoteza muda. Kwa hiyo hawadharau si tu marekebisho bali na mtaguso wenyewe, wenyewe. Na wanatoa visingizio visivyokuwa na, na, na, na, na nini na msingi kwamba walisaliti, yani huu mtaguso ni kama ulisaliti ukweli, ulisaliti kanisa la kweli. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Francisco anasema hapana. Kwa hiyo Francisco anakataa dai hilo kwamba hu mtaguso ulisaliti ma, mapokeo ya kweli. Kwa sababu gani? Mkutano huu ambao wamekaa uliitwa na Baba Mtakatifu na wa, okay. maaskofu walikusanyika kwa kufuata maongozi ya Roho Mtakatifu kama tunavyosoma katika hiyo Dei Verbum kwamba ni kanisa linaongozwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawa wazee waliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo basi anatukumbusha kwamba marekebisho ambayo yanatokana na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, ambapo maaskofu wa Katoliki walikusanyika ili kusikiliza na kutambua njia ya kanisa inayoonyeshwa na roho Mtakatifu haipasi kudharauliwa. Maaskofu wote wamekusanyika, wakasali, wakaongozwa na roho Mtakatifu, hatupasi kudharau pia. Baba Mtakatifu anasisitiza kwamba kutilia shaka mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano ni kutilia shaka mababa ambao walitumia mamlaka yao ya ushirika na Petro nasema cum petro et sub petro, pamoja na petro na chini ya petro. Kwe, kwa hiyo wametumia mamlaka yako hiyo. Kwa hiyo kudharau huo mtaguso, maanake umewadharau hawa mababa ambao wamekutana kwa mamlaka yao hiyo na baba. Katika hapa najaribu kukumbuka, huo ni mtaguso wa pili wa Vatican, si ndio? Ndio, ndio. Uh, nafikiri mtaguso huo ndio ulioruhusu kwamba kama kuna mashirika wanataka kuamua mm, kubadilisha mavazi ndio, ndio. Na kumbuka hata shirika letu ni moja kati ya mashirika hayo mm, ambayo waliamua kubadilisha mavazi ndio, ndio, labda hii pia ndio inayopelekea kuona kwamba baada tu ya Vatican 2 mambo yamekuwa yaani ufa ukawa maongezeka ndio, kama hivi unavyoona kwamba watawa sasa hivi tumepoteza mwelekeo, badala ya kuwa na mwelekeo ule wa zamani wa Summorum Pontificum wa kusali zaidi, sasa hivi tumeanza kutoka kidogo nje ya mstari na kufanya uhum. mambo ya dunia labda yeah. Ndio hii na hata utaona kwa mfano kama hata mm -hmm. ninyi wenzetu mapadri mm -hmm. Utakuta hata ile kusoma misa na kuweka stola mm -hmm. Imekuwa sasa kama ni kitu cha kawaida. Ndio, ndio. Ambacho kwamba inakuwa inatokea kwamba nadra sijui mm -hmm. Labda unaweza ukaeleza kidogo. Eh, ndio maana tunakuja kwenye huu ulinzi wa mapokeo mm -hmm. Hatusemi kwamba watawa wametoka nje ya mstari au mapadri mm -hmm. Wametoka nje ya mstari bali kuna wachache wanaojitahidi kukengeuka. Kwa hiyo wakikengeuka wawili watatu, hatusemi kwamba watawa wote ndiyo. Ndio maana tunarudi katika ay, ay, kutunza mapokeo sasa. Niligusia ki, ki, ki, ki, kipengele kwamba e Baba Mtakatifu aliona kwamba kuna kudharau, si tu haya mabadiliko ya hii misale mpya, lakini mtaguso mzima ndiyo, maanake yote yaliyoamuriwa na Vatikani hii ya pili maanake unakuta kuna maisha ya mapadri, kuna maisha yeah. Nanini nafasi ya walei, e, umetaja mabadiliko ya, ma, ya mavazi zamani yeah. Walikuwa navaa ile habit unajifunika kuanzia juu mpaka chi. Kisigino kisiginoni mm. Huwezi nani kuna ambao walikuwa wanakaa ndani tu, nafikiri kwamba utawa ni kukaa ndani na kujifungia mm -hmm. Sasa Vatikani tu ilipokuja mtaguso wa pili ukasema, sasa tunataka wamisionari uende umeweka nadhiri zako, lakini ukamtumikie Kristu. So wewe sasa hivi ni mwandishi wa habari, tunakukuta kule hospitalini unahudumia wagonjwa, tunakukuta mahali fulani unafundisha watoto na, na nini. maana yake huo ndio utume wako e. Kuwa mchumba wa Kristu haimaanishi kwamba unajifungia chumbani unakaa kwa hiyo ni kubadilisha mtazamo ule wa zamani kuja mtazamo mpya. Lakini sasa kuna wengine wanasema hapana, watawa wameharibika. Kwa nini wafundishe? Kwa nini watibu? sijui kwa nini wanini. Kwa hiyo kila mahali ulipo unainjilisha, jinsi unavyojitokeza tu, umevaa kama mtawa. Okay, ni mwanadada mwanamke, ambaye umeamua kuyatoa maisha yako kwa Kristo. Lakini basi huyo ndio uh, mtaguso wa pili wa Vatikani, uvae kiasi kwamba una uwezo wa kufanya kazi kama ni kufundisha watoto unafundishwa. Kama kumetokea moto pale shuleni, si unasema ah, hii shela ikianguka nitakuwa nimepoteza utawa? Unakimbia, unazima moto, shela imeshaanguka huko. Ndio utumishi wako ambao mkutano mkuu wa Vatikani uliweka mambo kama hayo. Wengine wanatumwa masista, wengine wanatumwa kwenda kusoma shuleni, shule ya sekondari, naambiwa weka kwanza nguo zako za kitawa, kavae nguo za shule uniform usome uje utumikie vizuri. Sema ah, mimi siwezi kuvua mavazi haya ya kitawa e, kwa sababu mimi nishaweka na zile. Hapana, tunataka utumikie, kwa sababu utawa wako hauko kwenye mavazi, uko kwenye nadhiri hizo za kujifunga kabisa kwa sala na kwa moyo rahi. Kwa hiyo ni mabadiliko kama hayo, ndio maana baba mtakatifu anakuja katika mtindo huo Saan. baba mtakatifu anasisitiza kwamba yeyote anayetaka kuadhimisha sasa haya mambo, anayetaka kuadhimisha misa na ibada nyingine, anasema yote yanapatikana katika vitabu vya liturjia hivi vipya. Hayo unayoyataka kwenye hivyo vitabu vya zamani yapo katika hivi vitabu vipya, kwa hiyo huna haja ya kuhangaika. Ndio maana anasema sasa lazima kuwe kuna kudhibiti, sio kwamba kila mtu anaamua. Na kuhusu umoja wa kanisa, baba mtakatifu anaamua hivi, anasema katika kutetea umoja wa mwili wa Kristo ninalazimika kubatilisha idhini iliyotolewa na watangulizi wangu. Unaona baba mtakatifu anavyoongea kwa unyonge, analazimika kubatilisha yaliyoamriwa wa na watangulizi wake has ah. kwa sababu kwa nini? mbona anawasaliti? waweza kusema, hapana, nalinda umoja wa kanisa. Ndio maana nina, nina, nina, nina, nina nabatilisha. Ndio hapo father, kwamba baba anabatilisha yaliyo wekwa na watangulizi wake. Ndio wapo sasa, uh -huh. Hata watu wanajiuliza kwa nini abatilisha walioamua wa wenzake na kuamua peke yake. Of course ilikuwa ni maamuzi matakatifu uh -huh. Walikusanyika, waliomba, waliona hili linafaa sasa, uh -huh. Yeye anaenda kubatilisha. Maana yake sasa baba mtakatifu Francisco uh -huh. anaturudisha kwenye utaratibu ule uliokubaliwa na mtaguso mkuu wa Vatikani, okay. Kumbuka kwamba Benedicto eh, alisema turudi yale ya mambo ya zamani kwa sababu aliona kuna ufa lakini huyu anasema hapana pamoja na hayo turudi tuheshimu mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani kwa ajili ya kuleta umoja kwa hiyo mambo hayo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, nani, Sumorum Pontificum tuyadhibiti tusitoe ule uhuru kuwe na kudhibiti na baba mtakatifu alitoa maagizo hayo kwa maaskofu kuchukua hatua za kudhibiti matumizi hayo ya, ya, ya, za awali Anasema hivi, anasema hivi e, mapadre wasifuate tamaa zao za binafsi bali wafuate hitaji halisi la watu watakatifu wa Mungu. Watu watakatifu wa Mungu kwa sasa hivi wanahitaji nini? Sio wewe padre, kwa sababu unataka, unataka uonyeshe kilatini chako cha zamani na nini. Hapana, sio hivyo, na anasitiza kwamba mapadre wahakikishe kwamba pamoja na maaskofu wahakikishe kwamba mapadri wanaadhimisha kwa adabu na kwa uaminifu kwa kutumia vitabu vilivyopo sasa hivi, sio kwa vitabu hivyo vya zamani. Kwa hiyo unaona mtazamo huu wa Baba Mtakatifu kwamba tufuate vitabu hivi vya marekebisho mapya, tufuate Mtaguso Mkuu wa Vatikani ambao mababa walikusanyika wote wakakaa hata kama kuna hivi wengine wanasema hivi na hivi na hivi, hivi, hivi, hivi lakini tufuate hivyo. Lakini tukumbuke kwamba Baba Mtakatifu Francisco hakupiga marufuku kabisa kwamba vile vitu vya lakini anasema vidhibitiwe. Sio kila mtu anaamka anafanya anavyotaka. Ni wito vile vile kwa mapadri ambao wana tabia ya kuingiza ingiza vitu vyao kwenye misa, unakuta unamaliza unaingiza sala ya Mtakatifu Rita wa Kashia sijui nini, unaingiza vitu vitu vyako, ingiza eh, sala nyingi. Tumeshaweka utaratibu, ushawekwa kwamba misa inaenda hivi inaishia hapa. Usiweke vitu vyako, vionjo vyako, mahitaji yako, tunaangalia mahitaji ya taifa takatifu la Mungu, the holy people of God. Asante baba kio. Na jinsi tunakaribia kumaliza, neno moja tu kwaw naokusikiliza unaokutazama kwa mapadi na kwa pia kwa wale kwa walei pia uta, neno gani ambalo unaweza ukawa ukawaambia ukawa, ukawa katika kipindi hiki cha siku ya leo kabla kabla hatujamaliza? Basi watazamaji wetu, kwanza ninawapongeza kwa kufuatilia kufu, vipindi vyetu hivi na kulifahamu kanisa linavyoenda kwamba baba mtakatifu fulani aliamua hiki akaja kikamuliwa hiki, na sasa hivi mta, mtazamo ni huu. Tuendelee kujifunza lakini cha msingi ni kutunza mapokeo ambayo tunayo. Kwa sasa hivi tuna pokeo lipi? Tusiwe eh, tusiingize vitu vyetu ambavyo ni vionjo vyetu tu vya binafsi, lakini tufuate utaratibu wa liturujia ambao umeshaamuliwa na kanisa na baba. ni kuongezea hapo hapo kwa wanaopokea mkononi na wanaopokea mdomoni, ipi ni sahihi? Kanisa limesha ruhusu uhuru wa kupokea kwamba unajisikiaje ndani ya moyo wako wewe, ukipokea mkononi, labda kwako ni heshima kubwa kabisa, kutokana na tamaduni mbalimbali mbali. Wengine ukipokea mkononi ni heshima kubwa kabisa, wengine katika, katika tamaduni zao kupanua mdomo sio heshima, lakini sehemu nyingine kupanua mdogo mdomo ndio heshima kubwa, kupewa kitu na mfalme, kumpokea mfalme mdomoni. Angalia wewe mwenyewe ni kitu gani kinachokupendeza. Edha umepiga magoti, umesimama, kanisa lime ruhusu. Asante baba. Karibu tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ee Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amin. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Asante sana mtazamaji. Uh, tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ni kipindi kizuri kinachotujenga na kutuimarisha kiimani katika imani yetu Katoliki katika kanisa letu Katoliki takatifu na la mitume. Uh, sana wakati kama huu nataka nikushukuru kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi tamati kikubwa. Haya, uliosikiliza ulioyatazama ya kujenge wewe na ukawe kitabu kwa wengine. Shukrani kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi tamati. Asante sante, kaka yetu mpenda sana, Simon Peter. Asante pia baba yetu Kio, pamoja na wote walioko nyuma ya kamera. Jina langu Sita Salvina Makonde, mpaka wakati mwingine, kwa heri.